Karibu sana na sasa, tutaangazia yale aliyoyasema Gamal Abdul Nasir wakati akimkaribisha Julius Kambarage Nyerere katika bunge la Misri. Na rais Gamal katika uh, kumkaribisha Nyerere alisema bunge la Misri ndio lenye haki zaidi na wajibu wa kumfahamu Julius Nyerere ni nani na jitihada zake ni zipi. Alisema hivyo kwa sababu Misri ndiyo nchi ambayo kabla ya Tanzania ilikuwa imepitia hatua sawa kabisa na za Tanzania za kiukombozi, na kwa hivyo alisema bunge la Misri ndilo linalotakiwa limfahamu vizuri Julius Kambarage Nyerere. Afrika haikutawaliwa kisiasa na kijeshi tu, lengo ni kuhodhi rasilimali za ardhi ya Afrika, pia nguvu kazi za Waafrika ambazo wakoloni na wanyonyaji walizitumia kwa njia yoyote, hata kwa kutufanya sisi kuwa ni watumwa. Na kwa hivyo Gamal Abdel Nasser alisema maana ya uhuru haiwezekani kuwa ni uhuru wa bendera tu, haiwezekani kuwa ni kiti cha uh, Umoja wa Mataifa. Haiwezekani kuwa na maana yoyote, kwa sababu hivyo havilingani na taabu na mashaka walioyapata wa Afrika katika kupambania uhuru. Uhuru kamili ni kumiliki rasilimali za bara hili. Uhuru wa kweli ni kuzuia uporaji wa rasilimali hizi, kuzuia ukoloni mambo leo. Wakoloni tujue, wako tayari kuachia vyote, ila hawako tayari kuachia rasilimali zetu. Wanaweza kuondoka kisiasa, wanaweza kuondoka kijeshi, wanaweza kuondoka kwa namna nyingine ya kiutawala, lakini hawatoondoka kirahisi juu ya rasilimali zetu. Kwa hivyo lazima watazipigania na jitihada za kukomboa bara hili, zile jitihada za kweli, lazima zitapata upinzani. Na kwa hivyo nyinyi wabunge, ndio wa kufahamu zaidi haya na kumjulisha Julius Nyerere kuwa jitihada zake zina mahala pengine zinapoungwa mkono. Gamal alisema pia kwamba e, jitihada za kuikomboa Afrika mahala fulani katika nchi fulani, e, ni sawasawa na afya yenye kuambukiza. Kwa hivyo wakoloni hawatopenda iambukize afya ile sehemu nyingine, na kwa hivyo wataipinga. Sisi tunafanya kinyume chake na kwa hivyo sisi tunapinga ukoloni na tunaunga mkono jitihada hizi za afya njema ya ukombozi wa bara la Afrika. Kwa hivyo Gamal alimkaribisha Nyerere akisema kuwa ni ndugu na rafiki mpendwa kabisa, mwanafunzi wa watu wake na mwalimu wa taifa lake karibu sana Nyerere. Alisema baada ya Gamal Abdul Nasir ku kutoa makaribisho yake, rais Nyerere alisimama na kuelekea katika kipaza sauti na aliweza kuwa kuwasalimu. Alitoa shukurani kubwa na pongezi kwa mapokezi mazuri vile vile kwa maneno mazuri yaliyozungumzwa na spika, vile vile yaliyozungumzwa na rais kuhusu Tanzania na kuhusu Watanzania. Na alisema miongoni mwa malengo ya ziara yake ni kuitikia wito wa Gamal Abdel Nasser kwamba aje bungeni kulihutubia bunge la Misri na kwamba ziara yake yeye na ujumbe aliofuatana nao ni kujifunza uzoefu mrefu wa nchi ya Misri katika jitihada za ukombozi wa nyanja zote. Vile vile umuhimu wa nchi zetu kujuana, kila nchi ifahamu yanayotokea katika nchi nyingine ili kuweza kujadili changamoto na njia za kuitatua kwa pamoja. Nyerere alisema sisi ni sehemu ya familia ya mataifa ya Afrika yasiyopungua 38 Afrika. Ili tuweze kushinda tunahitaji umoja. Afrika inaonewa. Afrika inakandamizwa, Afrika inapuuzwa, maoni yetu yanatupiliwa mbali kwa sababu mataifa ya Afrika yanajichangua, yamechanguka changuka, yanaishi ku kuudhofisha umoja. Tunanyonywa kwa sababu tumeruhusu itokee hivyo. Umoja ni nguvu. Vita vya wenyewe kwa wenyewe pale ambapo Afrika itakuwa ni kama nchi moja vitakoma. Mataifa kushindana kati yetu kwa ajili ya kutafuta huruma za mataifa makubwa mataifa tajiri haya vilevile vile yangekoma, lakini Nyerere alisema, mwanzoni mwaka 1963 Afrika yote na ulimwengu ulishangilia umoja wa Afrika, na baada ya hapo kidogo kukatokea mambo kadhaa yaliyodhoofisha umoja. Lakini Nyerere alisema hakuna kukata tamaa, umoja wa Afrika upo, na kwa hivyo Nyerere alionyesha njia akasema, kuna vitu viwili ambavyo au mambo mawili ambayo ni muhimu kufahamika. Tukiyafahamu hayo vizuri, tunaweza sasa kwenda mbele. Alisema kwanza, lazima waafrika waelewe lengo la umoja wa Afrika ni nini, lakini vilevile waelewe vikwazo vya umoja wa Afrika ni nini. Nyerere aliwaambia wabunge wa Misri kuwa tukitambua mambo hayo mawili, tunaweza sasa kutafuta kwa busara njia ya kuendelea mbele. Lengo akasema ni uhuru zaidi, kwa sababu tunahitaji uhuru wa kisiasa, uhuru wa kiuchumi uhuru wa kijamii uhuru wa kuendelea na mambo yetu sisi wenyewe. Uh, Waafrika ndio suluhisho la changamoto zetu sisi wenyewe. Tiba yoyote inayoletewa inayoletwa kutoka nje, kuletewa Waafrika bila ya kuzingatia hali halisi ya ndani, tiba hiyo haiwezi kusaidia kitu. Rais eh, Julius Kambarage Nyerere alizungumza mengi, lakini pia katika yale muhimu aliyozungumza akasema pamoja na kuwa tunazungumza eh, hili ndio suluhisho la matatizo makubwa ya Afrika, tutabakiwa ndio na matatizo mengine yatakayojitokeza hapo mbele, lakini tutakuwa na msingi mkubwa wa nyenzo za kuweza kutatua matatizo yetu sisi wenyewe wa Afrika. Haya ni baadhi ya yale ambayo yaliyokuja katika hotuba ya rais Julius Kambarage Nyerere wakati akihutubia bunge la Misri pale Cairo mwaka 1967 tarehe 9 mwezi wa nne. Karibu tena mfuatiliaji wangu wa chanel hii ya Kaukab TV, tunayo mengi ya kukuhadifia katika makala zijazo. Asante. Hi, karibu tena mfuatiliaji wangu mwema katika Uh, channel hii ya Kaukab TV uh. Usisahau ku subscribe na ku like pia vile vile ku comment kwa ajili ya mengine yaliyopicha katika vipindi vijavyo. Asante.